Kuna watu siku hizi awali na kushiba wanakula tu cha ah, kidogo, tusije eh, tukanenepa, jamani, tusije tukanenepa. Yeye ndiye anatuachia msazi, tusije tukanenepa. Sasa una matatizo gani? Wewe umeanza kuwa na matatizo gani? Biblia inasema utakapokula na kunenepa na kushiba. Aa, na kushiba na utakaponenepa. Yeshuruni ukinenepa, usimsahau Bwana, usipige teke. Sasa siku hizi watu hawashibi. Hawanenepi, mi sisemi uwe kibonge. Sasa hivi yani, natembea hivi kibonge, na kwa natembea hivi ah ah. Lakini kuna ule yani, kauso kako kanavutia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Mordekai ukimwona huyu, amekula amekula dona jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe wapenzi, Bwana asifiwe. Ukila mbegu kamili, ile mbegu kamili hiyo, mbegu ndani yake kuna wanga.